lakini usishangae usishangaesishangae ah, hivi uh -huh. Mwanamke mjamzito mzito uh huwa -huh. uh -huh. ni vitu gani ambavyo anafaa kuwe navyo kama mama ambaye anaenda kujitarajia mtoto mwanangu, mambo mazuri nini, hata si hivyo mama, lakini nakuuliza tu nipate ushauri. Au kwa mjamzito, mwanangu, afaa mwenyewe wekebeseni lako ni pamba mwenyewe ununue leso, kipita mtaani huko, umeona viguo vya mtoto mwenyewe ukota viwili vitatu, wajiwekea mwenyewe mpaka siku ikifika. mm. na yeye mwenyewe ashajikusanyia kila kitu ha. Eh, asante mama. Asante, kwa maana alikuwa hata sijui, lakini umeniambia, nashukuru. Ha, karibu, mwanangu. Asante mama. Ha, mwanangu, nilikuwa nauliza, mama mama maana lakini. Karibu mwanangu, mwanangu, jamani, lakini tu katika hiyo michakato oh. vizuri Ah, mimi wakati wangu mimi nakwambia na, na babako mwaka mmoja tu, mwaka mmoja tu nakwambia, nkamzaa mkubwa wako, <coughs> siku tukwa raundi ee. Haya, ukaja wewe mwaka wa pili. <coughs> Mama jamani ah. <coughs> Mwanangu, we mwaka miaka mitano sahii, ah, mwafikiria nini we na mwenzako? Mpango wetu ni hiyo <coughs> kwamba tujaliwe <coughs> tupate <coughs> watoto miaka mitano mingi mwanangu. <laughs> <laughs> Mama o mwenzako, uko tayari hata. Kwa nini mama, uko tayari? Lakini sasa siniwajua mama, lazima tupange, alafu soshi ni mipango ya Mungu. simoni vizuri huyu hmm. Ah, simoni vizuri kwa nini mama sema hivyo? Funguka mato, huyu ana mpango wa kando huwa. Ah, mama jamani e. Mwanangu ah, mama mbona asema hivyo? Mpango wa kando kabisa mwanangu. Mama hawezi jamani. Kwa nini hawezi? Mwanangu, miaka mitano hii basi, hamujapanga lolote? Miaka mitano hamujapanga lolote, wewe ukiangalia, ni sawa hivyo kweli? Yeye na visimu vikipigwa, huyo enda kuzungumzia kule nd we, ukimwangalia yuko sawa kweli kwelisi? Simu za kazi zile, ah, si kazi usiniambie, mi maneno hayo, mi ni mtu mzima, naelewa, usiniambie maneno hayo huwa ni simu za kazi ananiambia. Sasa ndo anampa uhuru wa kuongea na simu zake huku kando, huyu ana mpango wa kando. Kila nikimwangalia mpanguwa... wewe huko tu hapa, wewe huko tu m mpango wa kando haizi jm... aw awezi mpangwa mpang kando... Mama jamani, nani anagombea hayo? hawezi mudizaliwa nyote pamoja hawezi aweman hawezi, wanaume hawakaniwi wanaume hawakaniwi mwanangu Ha, mama wizi mwanangu... Wanaume hawakaniwi mwanangu, nimeyapitia hayo ndio maana nakwambia niuchanuke mwanangu, si maisha haya sasa. Mama, mama jamani, hata kama Haya, ha, yote tisa twatanena hayo mwisho kupa matru... pesa za matumizi, ndi? Hmm, mama, jamani, pesa za matumizi pesa kidogo kunipa Haya, hebu fikiri, kisha we wasema yuko sawa? Ah, lakini mama hizo zingine nikimwambia wanasema hana pesa. Ni sasa tunamuelewa. ha, hizo pesa zenda wapi? hana pesa wapi, akisema hizo pesa zenda wapi? Unajua mm, so, kuna kupata na kukosa. Sasa akikosa ndio hivyo anambia hana. Kukicha yeye enda kazini, kukicha enda kazini, kazini pesa hana kivipi asokupa wewe mkewe pesa? Ndio maana anakuambia ana mpango wa kando huko nje. Wewe ungazana, ha, mume wangu hana mipango ya kando. ha, hizo pesa apeleka wapi ha? yeye hana tu hana tu azipeleka wapi hizo pesa kama siuwe mpango wa kando huko anampelekea. Hmm, mama jamani. Mama jamani. Hana out alikupeleka lini mwisho? hmm, out tena jamani. e? hmm, out mama mimi kama miaka mitatu iliyopita hivi. Miaka mitatu mwanangu na mkonyote hapa miaka mitatu, mitatu. Ha? Ni vile na shughuli nyingi. shughuli gani shughuli gani mbele ya mkewe kuna shughuli mbele ya mke yako kweli hawezi kutenga muda akakupa time yako wewe, angalau Jumapili, haya mke wangu tutoke tutoke. Ha? Huwa anashika na kazi mama, kazi zake ndo za za. Kazi gani hiyo mwanangu mpaka Jumapili kazi yeso kwa na ofu ya mkewe. Angalau akasema leo mke wangu twende out. Wewe hapa unkawa muamini kila kwambia alo wamwamini kila kwambia alo wamwamini, akisha ukwambia ehe, wala mume wangu yeye, huyo ana mpango wa kando. Hebu niangalie mimi. Mamako, hebu niangalie mimi hapa. Mamako mtu mzima, lakini kila jumapili babako anipeleka out. Wewe mtoto mdogo wa juzi, hakupeleki kokote out, pesa za matumizi hakupi out, hakupeleki kila jumapili, na kila jumapili yeye huotoka. Jamani yeah, ah, huyo anampangua kando mwanangu, huo muda wake wote ni ya kuutumia huko, wewe uko tu hapa kama kizingiti cha nyumba. Jamani yeah, mwanangu changamka, ndio apitie mimi sitaki uyapitie. Mwanangu changamka wewe mbona umelalia mashikio wewe namna hiyo? Ndio maana hata majirani wanaambia, mwanao ateseka hapa. Akutesa sana huyu mwanangu, we wamwamini sana, yua kutesa huyu. E, yua kutesa mwanangu. Lakini mama, ni mme wangu mimi. Nami mimi, mme wangu mi namwamini mama. Ah, ni uchangamke mwanangu, si kwa dunia sasa, ni uchangamke <coughs> mmeo wangu ndo kwenda, tumetulia meo wangu karibu ndo kutoka chake mwenyewe, suti mpigwa pasi kutoka chini mpaka juu. Yule aliwatoka, ankwambia yenda wapi? alikuwa mpige mama ya kazi. Sasa ikabidi ndo atoke aende kazini, hana simu ya kazi, hana simu ya yoyote, enda kwa huyo mpango wake wa kando. Inkula pasi kutoka juu mpaka chini, hebu angalia anavong'ara. Kuna kazi ya jumapili kula suti sampuli ile? Mwanangu, hivi ashakudanganya na wewe? shika mazima, yaani shika mazima hivi, enda kazini yule wewe unkaa tu hapa sasa. Naambia mamangu, mi nifanyeje? Jamani, mimi sasa hata nitafanyeje kuhusiana na hilo? mbona hata jumapili moja hakushiki mkono, mkatoka nyote? Ah, ah. hata sijui nikwambie nini. mtoto wewe, unaelewe? Usiamini sana sana mwanamume. Ah, mwanangu, yaani we mwamini sana.

Sasa mume wangu, jamani, situmila tukakaa kwa viti kule tukaongea samana, tumoja kusima mauku <tune> na wewe mbona tumekuja kusoma kusimama huku? si tungeenda tukakaa pale vitini. <coughs> <coughs> Mimi jamani sikuelewe, sijui mbona. Sasa umenyamaza umeniita, au kisha alafu unanyamaza, kuna nini? kwani mimi jamani sina kuongelesha? Mbona tumekuja kusoma kusimama huku? si tungeenda hata tukakaa pale jamani

Jamani, sinaongea nayo yaani umetoka huko, umesema tuje tuongee. Alafu sasa sahii uko kime. Sasa ma wangu, utaongea basi. Mi naongea nayo, umenyamazia kabisa. Gani hmm. Ni kitu gani unakosa hapa nyumbani? Ni hmm. yaani, yametoka yaani... Ni kitu gani unakosa hapa nyumbani, hmm na kitu ambacho nakosa hapa. Oh. HM yangu nani yukonayo? HM tena mimi wangu jamani. Sasa, Sasa maswali haya ya ghafla bin vuu mimi wangu yametoka wapi tena jamani, umeniita tuje tuongee. Ah. Utanjibu. Nani yuko nayo? ATM kama unavyojua si mimi ndo naweka ATM yako jamani. Nani mwingine ni mimi ndo naweka ATM yako. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mwenye kuitumia nani? Sisi tunaitumia sote. Oh. Lakini nashindwa kwa yani, mume wangu umetoka huko, ulikuwa unaenda kazini. Umekuja tu ulize tu maswali hayo jamani. Wewe ni sasa, sikuelewi mume wangu jamani, na maswali yote. Unajua password ya simu yangu. Mm. <muchima> <muchima> unajua password ya simu yangu sasa, mme wangu jamani, haya mambo na password, mambo na ATM, mambo hata yametokana na wapi jamani, yote yote yametokana na wapi jamani? Utanjibu yaani hivyo, ukae kabisa, unajua kama mimi sijui? Si mimi ndo najua. Mimi najua kabisa password ya simu yangu vizuri mimi nishawahi kuchepuka. Ha. Sasa mambo ya kuchepuka yanatokana na nini na jamani? Nina mpango kando mimi. Ha. Sasa yani ndo wazi. Mambo hayo sasa yametoka napo mambo ya kuchepuka. Mimi sijasema kwamba mmechepuka pa, sijasema mna mpango kando. Sijaongea mimi maneno kama hayo. Sijasema kabisa. Mimi sikutoshelezi. Ngoja ngoja, jamani. Yaani sikupi hela za matumizi hapa. Sasa mme wangu jamani, hayo maneno yote anatokana na nini? Yaani hasa anatokana nini maneno yote? kunitosheleza wewe kwa sababu gani? unitosheleza kabisa kila kitu nanitosheleza mimi? Oh. mlikuwa mwongea nini mama na mama pale? Hmm. mme wangu jamani, sasa tumekaa tu na mama alikuwa tunaongea tu mambo ya maisha vile yako nini, tulikuwa tunaongea tu. wewe wewe, usinifanye mimi kabwela usifai mimi kabwela, mimi si mbumbumbu kama unavyofikiria. Mlikuwa mnaongea nini na mama pale? Kwani mume wangu, kuna shida gani? Mimi na mama tulikuwa tunaongea kuhusu mambo na maisha tu vile ambavyo yanaenda maisha. Wewe wewe, usifanye mimi kabwela, usifai mimi mbumbumbu, usikao basijielewe. Nimesikia kila kitu, niambie mlikuwa mnaongea nini pale. Msijifanye warabu wa Pemba, mnajuana kwa vilemba. Nimesikia kila kitu kila kitu, kwa hivyo nieleze mungani pale na mama, utaniambia ulichongea na mama au acha. Utapatapa, nieleze. Uko naongea nini pale? Alikuwa naongea na nani? Alikuwa nasikiza ni nani? Kwa hivyo nyinyi wawili ni waarabu wa Pemba? Oh, mnajiona kwa vilemba. Mjinga ni mimi, si ndio? Mpumbavu hapa nyumbani ni mimi, si ndio? Ni mwanao huyu, lakini mimi si mwana wa watu. mimi mimi sikuzaliwa mama. Huyu ndo mwanao, ndo maana nyinyi wawili mkaenda pale mkanisengea, si ndio mama? Si ndio mama? Mama, lakini tupa makosa tukaribisha vizuri mama, tukopo malazi mahali pa kukaa vizuri mama, unakula chakula unachotaka mama. Kwani mama, una una mpango gani juu ya ndoa yetu? Una mpango upi juu ya ndoa yetu mama? Niambie. Ah ah, usi, vidole, mini. Usi, usi usu, mini ninyoshea vidole mimi, usininyoshea vidole. Usininyoshea vidole. Haya ni kuhusu mimi na kufanya nini kwenye ndoa yenu? Ni sawa baba. Ni sawa mama. Sitakukosea heshima. Sitakukosea heshima. Lakini mama, unadirikije kumwambia mwanao kwamba mimi na mpango wa kando? Ni sawa kumwambia mwanao kwamba mimi na mpango wa kando? Basi inaonekana habari habari zote uko nazo, mama. Hasa mwambie mche mchepuko wangu ni yupi. Mwambie huyu mwanao mchepuko wangu ni yupi, mama. Ah ah, nikosea adabu wewe sasa. Wanikosea leo, usininyosia kidole, usininyosia kidole. Sijawahi kuamba maneno kama haya. Wanikosea adabu wewe sasa. Ni sawa mama, maneno gani gani haya wanambia? Ni ni sawa mama. Ni sawa ni sawa, maneno mama gani wanambia? Ni sawa mama. Mama, mama, unadirikije kumwambia mwanao kwamba mimi nina mchepuko? Unadirikije kumwambia mwanao kwamba mimi simpe, simtoshelezi, simpe mahitaji yake? Anaeshika item zangu ni nani? Anatumia ni nani, simu yangu, una password nayo, una password ya simu yangu. Mbona sasa ulipokuwa pale <coughs> unaongea na mama pale, hukumwambia kila kitu? Mama, nimesikia kila kitu mlichoongea pale, nimesikia kila kitu mama. Msinikosea adabu, msinikosea heshima, umesikia? Usinisingizie maneno, usinisingizia maneno, usinigeuzia maneno hapa. Mimi nimelea watoto, nimelea watoto, ndugu zangu. Watoto wa majirani hakuna aliyenikosea heshima wala hakuna aliyeninyooshea kidole.

mana tuendeleze haki duniani, oh, oh, oh, oh. Mm, mm. Ukarimu, tuwe wakarimu kila siku, wema ni mm. Kama upepo mtamu, mimi na wewe tueta ah, ah, ah. Mwangaza tu yaze dunia, kila mtu ni ndugu nduguya